Maandalizi na mchakato kila kitu kipo sawa kuelekea mchezo wa kipolo wa Simba Sport dhidi ya Dodoma Jiji, ambapo hapo awali mchezo huo haukuchezwa kwa sababu Dodoma Jiji walipata ajali wakitokea Lwangwa wakipata matokeo ya goli mbili kwa mbili dhidi ya Namungo Football Klabu ya Juma Ramadhani Mgunda. Safari hii mchezo huu wa kiporo unakwenda kuchezwa katika uwanja wa KMC Complex huku Simba Sports wakizihitaji sana alama tatu kwa ajili ya kuendelea kumkaribia Yanga African ambaye yupo kileleni akiwa na alama hamsini na nane huku Simba Sports nafasi ya pili akiwa na alama hamsini eh, na nne, hivyo wa Simba Sports akizipata hizo alama tatu atakuwa amefikisha alama 57 yani, tofauti ya alama moja na kinara Young Africans, wakisubiri mchezo wao ambao bodi ya ligi e, walitoa taarifa ya kuahilisha e, wakiupangia tarehe watakapokutana, e, wat, atakayeshinda ndiye atakayekuwa anaongoza ligi ya NBC Premier League huku makocha wa timu zote mbili wakizungumzia mchezo huo, Mike Maxime raia wa Tanzania huyu akisema kwamba Simba Sports mchezo wa kwanza na mchezo huu ni tofauti, kwa hiyo wanakwenda kwa ajili ya kusaka ushindi. Lakini pia kwa upande wa kocha msaidizi wa Simba Sports, huyu ni Suleiman Matola, mchezaji wa zamani wa Simba Sports naye anasema safari hii Dodoma Jiji watawasamehe Simba kwa sababu wanazihitaji sana hizo alama tatu, ili kuendelea kuwakaribia kwa karibu da Young African, huku wachezaji ambao walikuwa wanawakilisha eh, wachezaji wenzio katika um, press conference, Abdi Banda kutoka Dodoma majiji anasema mchezo utakuwa mzuri, utakuwa mkubwa. Anaamini mashabiki eh, ambao asili yao ni Dodoma, ambao wako Dar es Salaam watajao uwanjani, lakini pia wa mashabiki Dodoma Jiji kutoka Dodoma nao watafika uwanjani kwa ajili ya kuwashangilia, na dakika 90 zitakapomalizika, wao ndo watakuwa kama walikuwa wenyeji, akiwa na maana kwamba ana imani wanakwenda kupata matokeo katika mchezo huu. Huku David Kameta Duchu, yeye ni mchezaji kuwakilisha wachezaji wa Simba Sports, taarifa kubwa ambayo ameizungumza, ujumbe mkubwa aliozungumza kwa mashabiki kwamba wasogee uwanjani kwa sababu wanazitaka sana alama tatu na wanaotaka sana ushindi e, katika mchezo huo ili kuendelea e, kufufua matumaini yao ya kubeba kombe msimu huu 24, 25.